Kwa nini ni muhimu wa kujua wateja wako kabla kujua product yako? Jambo la kwanza nilikwambia, ukitaka kusimamisha biashara hautakiwi kusimama kama mfanyakazi, unatakiwa kusimama kama mjasiriamali. Mjasiriamali na mfanyakazi watu wawili tofauti, namana. Bosi wako, bosi wako na wewe ni watu wawili tofauti. Bosi wako anawaza napataje wateja, wateja wangu wanataka nini, niwapelekee nini, nawaza, ni namna gani, na wewe unawaza ni namna gani naweza nikaifanya hii product kwa ubora na kwa urahisi zaidi. Kwaani vitu vile tofauti. Kitu cha msingi kwanza ni kujua soko. Kama ni mjasiriamali, ya mjasi kwanza ni kulijua soko lako vizuri. Unamaana? Na namna gani, namna gani unaweza kulipata na kulipa kitu tunachotaka. Ndio maana mimi hapa ninavyoongea na wateja, siongea na wateja kama naenda kuongea na wanasheria. Naongea na, na, na wateja kama naongea na, na wafanyabiashara. Hapa ninavyoongea, naongea kwa lugha yao na kwa namna jinsi wanachokitaka alafu mwanasheria ambaye yuko chini yangu mimi yeye ndo anaongea lugha za kisheria, kwa sababu yeye ndo anapambana na usajili wenyewe. Sasa yeye ndo anajua mambo ya memorandum, yeye ndo anajua articles of association, yeye ndo anajua integrated form, yeye ndo anajua form number 14B of companies from Companies Act. Haya mambo si ya kuongea na wateja. Kwa hiyo cha kwanza ni kumjua mteja wako. Nikija hapa nikaanza kuongea maneno niliyoongea hapa, wateja wangu wataenda kuniuliza ni vitu gani. Mbona unatutisha mzigo? Ni kitu gani tena haya? Kodi mnatuua. Biashara ni ngumu. Sijui hata mtaji nimepompa naje. Bado mnaniambia mambo ya form number 14B from Companies Act of 2020 ngapi? Unamvuruga tu. Mteja anataka kupata matokeo ya kitu chake. Wewe um, kama mjasiriamali inabidi ujue kwanza mteja wako kabla hujaanza kuhangaika na product ambayo unataka kuipush kwa sababu professional ndo anahangaika na product, lakini mjasiriamali awazi hivyo. Mjasiriamali anawaza uwanda mpana wa wateja wake.